Hello my good people. Mambo vipi, mpopoa, nawapenda sana jamani. Habari za kazi, habari za siku <laughs> nimekuja. kutoa maelekezo <coughs> nimekuja kutoa maelekezo. Watu wanauliza broiler ni waposti jana wana umri gani? Broiler aposti jana wana wiki mbili, siku kumi na nne na nimekuja kuwaelekeza watu na ao siku kumi na nne. Maana yake mimi nawapa chanjo mbili tu, gomboro ya kwanza ile ni Newcastle siku ya saba, na siku ya kumi na nne gomboro. Baada ya hapo siwapi tena chanjo nyingine mpaka naingiza sokoni. Nacheza tu, na Trimar farm na vitamini. Mtu ananiuliza vitamini gani ni nzuri, yani anakuja tu kwenye chaneli, ameona ya video yangu mara moja tu, afu ananiuliza vitamini gani ni nzuri. Wewe sikiliza video hizo, zikusaidia Usitake unafika una, una tu kwenye chaneli yangu kwa mara ya kwanza, umeona tu video moja, unaanza kuniuliza maswali. Yaani, ukiona video moja, endelea kuangalia video nyingine, endelea kuangalia video nyingine, endelea kuangalia video nyingine, endelea kuangalia video nyingine, itakupa majibu. Na uzuri hizo video zina titles kila kitu unachokihitaji wewe, soma hizo titles, soma hivyo vichwa vya habari hivyo, vitakusaidia sana. Kwa hiyo yani wewe usitake tu ukaja hapa unauliza maswali unauliza maswali ah, ndugu yangu, mbona unakuwa no hari in Africa? <laughs> mbona unakuwa na haraka hivyo? usiwe na haraka hivyo, sikiliza video. Ukiona video moja imekuvutia, endelea kusikiliza na nyingine, endelea kusikiliza na nyingine endelea kusikiza na nyingine na, na, na, na kuahidi utafurahia hizo video na zitakusaidia sana. Yani, kuna watu hapa ni fans wangu wa miaka zaidi ya miwili hapa ndani, hawajai hata kunipigia simu. Nakutana nao kwenye comment tu, madam umenisaidia sana, madam umenisaidia sana, madam mimi nimefanikiwa sana, madam. Yani hawajai hata kunipigia simu. Sasa mtu amekuja leo, tukakutana na channel yangu leo, anapiga simu kwa sababu tukaiona namba. Madam, naomba uniambia vitamini gani nzuri, wewe mtafute daktari. <laughs> mtafute daktari atakwambia vitamini gani ni nzuri. lakini kama unataka mimi nikwambie vitamini gani nzuri, angalia video, sikiliza video. hizo video ni msaada mkubwa sana kwako kwa, kwa, kwa sababu amna kitu huwa anaficha mimi, kwa sababu ni mzoefu. Kile nakijua nakuletea hapa, kile nakijua nakuletea hapa na sweti nitoka kwenye kazi. Sorry. Kwa kila ninachokijua pa nakuletea hakuna kitu. Ila, nikikuletea wewe. Mimi naamini kuna kitu Tanzania. Tuache kuwa wavivu tusikilize hizi video vizuri, tusikilize video mwanzo mwisho ili zikusaidie kwa nini unapenda unapenda rahisi rahisi? Na siku hizi sipokei simu jamani, ngoja niwaambie tu ukweli. Siku hizi sipokei simu. Kama una swali wewe, sikiliza video au andika hapo kwenye comment. Sikiliza video ya kwanza, sikiliza ya pili. Kuna wengine wanafanya kazi ya kudownload video zangu, kila video inaingia na download, na anaweka kwenye store yake, anaweka kwenye store yake ili asije kupata tabu kuzitafuta hapa lakini mtu anaona ah, kutumia bando ye kusikiliza video anaona hasara sana, bora tu nimpigie simu. Mimi pia niko bize, mimi pia na mambo mengi ya kufanya, mi mwenyewe maisha ananipiga. Kwa hiyo napambana huko, nakwambia usi ukafikiri nimekaa tu nimerelax, nakula kuku kila siku <laughs> Maisha mwenyewe ananipiga kwa hiyo napambana usiku na mchana. Nataka nikwambie, mara niende shamba nikatafute mlenda, mara niende huku nikatafute bamia. Kwa hiyo usija ukafikiri usi, usi maisha ni kuku tu, maisha ni zaidi ya kuku, maisha ni zaidi ya kuku. Kuna vitu vingine, kuku sio majibu yake. <laughs> Kwa hiyo usija ukafikiri, yani niko hata tu hapa bise na kuku na wewe, hapana, mm haiko -mm, hivyo nina mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo siyo rahisi sana kupokea simu za watu kila siku. Kwa hiyo ni, ni wa discourage tu, msinipigie simu, na kwa sababu sitapokeaga simu kwa sababu nina mambo mengi sana ya kufanya. Yaani maisha ananipiga huku, usije kafanya mchezo yeye, msifanye mchezo, maisha anapiga watu huko mtaani. Yaani usifikiri tu hapo tu na starehe hivi kwenye magari na kupumzika, hakuna, ni hekaheka. So hata wakati mwingine simu ikija naona tunaiangalia tu, nasema mm, yani huyu sijui anataka kunipatia shida gani nyingine aniongezea stress. Kwa hiyo <laughs> ninakusisikiliza video na kama una swali weka swali kwenye komenti ya hiyo video hapo. Nikikuta maswali kwenye video kwenye komenti, naajibu, lakini kupokea video usimu wakati wote, watu wanapiga mpaka usiku, watu wanapiga asubuhi, umeamka unajiandaa kwenda kazini, simu hizo zinaanza. Hapana. Kwa hiyo mimi nawaasi tu tusiwe wavivu, tusikilize hizi video mwanzo mwisho, ili kwamba uweze kupata kile kitu unakitaka. Na, I'm telling you, na ukisikiliza hizo video zitakusaidia, watu wanatestify watu wanashuhudia. So mi nawapenda sana, nawaomba tu muendelee kusikiliza hizo video, na vitamini ni nzuri sana ambazo nimewaambia hapo ndani. Sikiliza kwa wale wanaotaka kuingiza vifaranga, sikiliza video zile za vifaranga vidogo vidogo vipya kabisa, sikiliza video zile mwanzo mwisho, utapata majibu mle, na kila utakachokisikia mle kifanyie kazi, utakuja kunishukuru. Hapa tunaelewana jamani. I love you so much. <laughs> Kuna watu wengine nasema eti umekuwa na kiburi. Nimekuwa na kiburi? mmenunulia mmenunulia nani? mmenunulia mmenunulia nini? mmenunulia mmenunulia si ume si, nini kwanza? <laughs> mtu unatoka ulipotoka unakuja hapa kuniambia eti siku hizi umekuwa na kiburi. Wewe una akili kweli? Wewe ndo mjinga kabisa, akili una. Nimekuwa na kiburi, umenunulia ghorofa? Nimekuwa na kiburi, umenunulia umenunulia roses ros, roses ros, roses roses <laughs> gari ya Diamond? Nimekuwa na kiburi na nini? Mimi hata niwe na kiburi, wewe tu ndo tafsiri yako hiyo. Sawa. <laughs> love